Katika safari hii ya Ukristo kunayo mengi ambayo tunapaswa kuyajua. Mojawapo ni hili: hakuna anayejiunga na kanisa, ila tunaitwa katika huduma. Kanisa hili la Wasabato linalindwa na malaika wake, na malaika hawa wamekuwepo hata kabla ya kuzaliwa mimi. Malaika hawa wanachunga kanisa lake Mwenyezi Mungu. Malaika hawa hawanichungi mimi, ila wanachunga wana na binti ambao wamejitwika jukumu kuendeleza kwa kuenea kwa ujumbe wa kurejea kwa Kristo mara ya pili. Malaika hawa wako tayari kuwalinda hata wale ambao bado hawajapata fursa ya kuwa hai. Namaanisha kuwa wapo tayari kuwalinda hata hao ambao hawajazaliwa. Swali ni hili. Je, umeitwa katika huduma ama umeingia katika kanisa? Iwapo umejiunga na kanisa, jiulize swali. Umejiunga kwa sababu gani? Ila kile ambacho ni muhimu ni hili. Tumeitwa katika na hiyo ndiyo kuwa Mkristo.